Wakianza kuabudu miungu, Mungu akianza kukompiti heshima yake, Mungu akianza kunyimwa ibada, kikaabudiwa kitu kingine, kikaheshimiwa kitu kingine, kikapewa nafasi kitu kingine, vita hiyo siyo ya kipepo, Mungu atapigana. Watu wakiabudu miungu, mtaa unaoishi kama watu wanaabudu miungu kuliko Mungu, ofisi unaofanyia kazi, naa nikuambie kwenye hiyo ofisi, moja ya kitu kilichoko ni Mungu anapigana vita na hiyo ofisi, kwa sababu Mungu asingeruhusu kwenye sebule yake kwenye dunia yake aliyoumba kwenye uchumi wake kwenye madini yake kwenye mito yake kwenye milima yake kwenye vitu ambavyo yeye ndiyo sababu ya vyenyewe kuwepo, halafu akaabudiwa Mungu mwingine ambaye siyo sababu ya hivyo. Labda unielewe, jaribu kwenda nyumbani kwako ulikojenga mwenyewe, watoto umezaa mwenyewe, mke umeoa mwenyewe, halafu kutane na kidume anatoka chumbani, ana taulo, anasema mimi ndiyo baba wa nyumba hii. Utamwacha? Sasa Mungu mwingine akiabudiwa duniani ni kama huyo. Mungu anasema mimi ndiyo niliyeumba. Mungu hawezi kukubali hiyo.